Kutoka Nanyuki ametembea safari ya kilomita 200 kutoka Nanyuki hadi Nairobi kuhamasisha umma kuhusu amani. Oyadi anashinikiza umoja, amani na maombi kwa taifa akiwataka vijana kutokubali kutotumika na wanasiasa kuendeleza mabaya. <coughs>

It is not a protest and it is uh, not a personal campaign. It is a spiritual mission to seek God for our nation. Nitaambia vijana wawe watulivu na sana sana tuweze kujipeana katika tujipeane mikononi mwa Mungu, maana tukiwa tunanyenyekea na kumtumainia Mungu, maandiko inasema ya kwamba E, nchi itakapotulia na kunyenyekea mbele za Mungu iombe Mungu atawasikia kutoka Zayuni. Kwa hivyo ninaweza kuwahimiza vijana wawe watulivu, wawe na amani e, na wasiweze kuenenda na mrengo yoyote ama mtu yoyote ama viongozi wa kisiasa wasije wakatu, wakapotoza vijana wetu wa kuambia twende tufanye hiki ama tufanye hivi tujitolee na kwingineko ni kwamba timu ya soka ya Nairobi United inajiandaa kumenyana